Naam, bwana hii hapa ni moja kati ya habari ambazo zimemake headline huko mitandaoni kuhusiana na moja kati ya wachezaji wa mpira maarufu tu. Eh, huyu ni mchezaji wa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, anafahamika kwa jina la Ibrahim Bacca. Eh, bwana Ibrahim Bacca eh, kama ulikuwa ufahamu bwana, huyu ni askari na hivi karibuni amepandishwa cheo. Jambo ambalo limewaacha watu wengi sana mdomo wazi, wengine walikuwa hawafahamu hii kuhusiana na Ibrahim Bacca kwamba amepandishwa cheo katika KMKM. Unaambiwa kwamba bwana kikosi kikosi maalumu cha kuzuia magendo Zanzibar, kinachofahamika kwa jina la KMKM, kimempandisha cheo nyota wa timu ya Yanga Sports Club, Ibrahim Hamad ama Ibra Bacca, kutoka katika Koplo na kuwa sajenti, kutokana na kuonyesha kiwango bora kwenye mchezo wa soka na alisikika akisema kwamba sina budi kumshukuru. Sina budi kushukuru kikosi changu kwa, kwa kuweza kunisapoti kwa kila hatua, nitaendelea kupambania nchi yangu. Amesema hivyo Sergeant Ibrahim Baka ambaye wazazi wake pia ni askari KMKM iliyomwachia Baka kuitumikia Yanga. Ni kikosi cha ulinzi cha Zanzibar ambacho kina jukumu la kulinda mipaka ya bahari dhidi ya magendo, uvuvi haramu na vitendo vingine vya kihalifu. Pia KMKM husaidia katika operesheni za uokoaji baharini na usalama wa majini. Umeona bwana eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo eh. Ni kwamba kama ulikuwa ufahamu bwana, ni kwamba Ibrahim Bacca alikuwa ni, ni askari lakini kutokana na kwamba alipata nafasi na kipaji alichokuwa nacho cha uchezaji wa mpira basi, moja kwa moja aliachiwa na kikosi hicho eh, kwa ajili ya kwenda kujiunga na Yanga kwa ajili ya kuendelea eh, kusakata kabumbu katika upande wa football. So, Zanzibar KMKM kimempandisha cheo mchezaji wetu Ibrahim Hamad ama Ibrahim Baka eh, kutokana na kutoka Koplo na kuwa sergeant kutokana na, na kuonyesha kiwango bora uwanjani. So hilo swala linawezekana na limefanyika. Unawez, una maoni gani kuhusiana eh, na hili? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.